Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin lisanuhu fasiha wariquhu shifa. Amma baadu, watazamaji wetu tukiendelea na darsa zetu hizi za silsila ya Milango ya Kheri iliyoko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amezijaalia baraka zote ndani yake na sisi ni kumwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala kama alivyozijalia baraka hizi na khairi hizi kuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huu na vilevile vile akatujalia vile kupatikaniwa na kuwa ndani ya mwezi mtukufu huu ambao kwamba una khairi zote na baraka zote inshallah. Tumwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni katika wale ambao kwamba tutaweza kuwa na himma katika kupatiliza khairi kama hizi na kupata hasanati kama hizi na kupata baraka zote ambazo kwamba ziko ndani insha Allah, tukiwa bado ndani ya mlango wa kheri ambao ni mlango wa qiyamul lail. Mlango wa qiyamul lail ni mlango mkubwa sana ambao kwamba uko katika maisha yetu yote kwa jumla, yani katika maisha ya Kiislamu na haswa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, jambo ambalo linahitajika kwa muislamu awe ni mwenye kupatiliza khairi zote kwa jumla na haswa khairi hii ya qiyamu laili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili aweze kuchuma mengi ambayo kwamba yamefichwa na Mola subhana wa taala ndani ya masiku yote kwa jumla na haswa ndani ya masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili kesho akienda mbele ya Mola subhana wa taala ende akapate mambo ambayo kwamba yatakuwa ni mwenye kumfurahisha muislamu ambaye atasimama na kheri kama hizi. Imepokelewa na saidna uh, Abd, Abdurrahman imepokelewa na saidna Abdurrahman ibn Abdul Qari. E, tukizungumzia fadhla za qiyamul laili na tukasema kwamba qiyamul laili ina fadhla nyingi, na miongoni mwa fadhla za qiyamul laili ni kule kwamba sisi tukisimama na kufanya kheri kama hii tutakuwa mbali na kupata thawabu, itakuwa vile vile twajifananisha na waja wema ambao kwamba walikuwa ni na ahlul ittiba na ahl aliqtida bi rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, waja waliokuwa wakifuata khatawat za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na kuangalia kila jambo ambalo bwana mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akilifanya, na wao wakisimama katika

Kila mtu katika kipembe chake ana swali, yusalli rajulu li nafsihi. Kuna watu ambao kwamba kila mmoja ana swali kwa nafsi yake, ana swali peke yake, yani afrada, kila mmoja ana swali peke yake. Na kwa upande mwingine wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi arraht, na kwa upande mwingine utakuta kuna mtu ana swali na nyuma yake waje watu ambao kwamba ni kikundi fulani, waje wamfuate. Yani kwa ufupi, ishara ya kwamba ilikuwa hakuna nidhamu fulani

Huyu akiamua kuswali na watu wawili wanaswali na yeye, huyu akiamua kuswali na watu wengi anaswali mimi. Naona lau jamaatu haulai ala qari'in wahid, lau ningewakusanya hawa watu wote, vikundi hivi leo kwa hapa tofauti tofauti, ni wakusanye nyuma ya qari mmoja, yani msomaji wa Qur'ani mmoja, lakana amthal. Saidna Umar anasema kwamba hili lingekuwa jambo zuri sana, badala ya kwamba kila mmoja mutafarriquna, yani auzaa kila mmoja upande wake Afadhali naona ningewakusanya hawa watu kwa imamu mmoja, akawa anawaswalisha. lakana hadha amthal, hili lingekuwa ni jambo zuri. Asema mwenye kupokea hadithi, thumma azama fajamaahum ala Ubay ibn Ka'b, kisha saidna Umar baada ya kuweka azima kama hiyo na akahakikisha amelitekeleza jambo kama hili, akawakusanya watu msikitini, wakawa wanaswali juu ya qari mmoja ambaye alikuwa ni alqari

ya kuwakusanya watu waliokuwa wakiswali kila mmoja kivi yake, nikawaweka wakawa na swali kwa imamu mmoja. Ni'mat albid'atu hadhihi, hii ndio bid'a nzuri. Sayyidna Umar kaendelea kusema kwamba, wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun. Hii inaendelea ni khairi, lakini kuna wale ambao kwamba watakuwa wamelala kwanza, kisha wakaamka wakaingia katika ibada ya qiyamul layl, kama ni swala ama ni kitu kingine Wakwamba, kusuali, na kuna wale ambao kwamba wakishakumaliza kuswali salatu al-isha imma wajiunge na swala ya qiyamul lail moja kwa moja ama waende majumbani kidogo, lakini wasilale, waje waingie katika swala moja kwa moja. Kwa pande hizi mbili, ama kwa hali hizi mbili, wale waliolala na wale ambao kwamba hawakulala, Saidna Umar anasema allati yanamuna anha afdal, ile swala ambayo kwamba wataisimama baada ya kuwa wamelala, ile ni bora zaidi kuliko wale ambao kwamba wameswali kabla ya kulala, bi maana eh, tahajjud ni bora zaidi kuliko salatu lail. Tahajjud ni ile swala ambayo kwamba mwenye kuiswali baada ya salatu al-isha amelala kidogo, hata kama ni lahdha almuhim, awe amelala, wala sio kusinzia, yani mtu ambaye kwamba atakuwa ameswali salatu al-isha, akamaliza salatu al-isha, kisha akalala kidogo. Baada ya kulala kidogo, akaamka, ile swala atakoiswali baada ya kilalo kidogo, ile ndio inaitwa at-tahajjud. Fat-tahajjud

Amka usiku ufanye tahajjud kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Tabarak wa Ta'ala hatiwi deni, utakapofanya jambo kama hilo basi Mwenyezi Mungu atakufufua katika al-maqamul al-mahmud, yani ishara kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufufua pamoja na waja waliokuwa na daraja, kina bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kina as-siddiqin, kina ash-shuhada na wengineo wengi ambao kwamba ni katika watu wa al-maqam al-mahmud. katika hadithi hii tuwafahamu kwamba Sayidna Umar bin al-Khattab radhiallahu taala anhu yeye vile vile alikuwa ni katika wale wanaosimama qiyamul lail vilevile vile. Mbali na kuwa yeye alikuwa akisimama qiyamul lail, alikuwa vilevile akiamrisha na alikuwa akipanga na alikuwa akiyatengeneza e, mazingira au mazingara ya mtu kuweza kufanya ibada za usiku kama zile. Kwa hiyo yatosha hapa kwamba sisi tutakaposimama qiyamul lail

Jifananisheni hata kama nyinyi hamtokua wala kama nyinyi si kama wao, lakini kule katika kujifananisha pamoja na watu wema au kujifananisha na watu wema, hapo kuna uongofu. Kwa hiyo inshallah ee, jambo la qiyamu layl tutakapolifanya itakuwa tumejifananisha na waja wema, hasa wa masahaba wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kama kina Saidna Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu wa ardha e,

zama za Saidna Umar ibn al-Khattab bnlkhaab radhiallahu ta'ala anhu e, watu walikuwa wakiswali swala za Ramadhani ambayo kwa sasa yaitwa tarawih walikuwa wakiswali raka 23, yani ishara ya ile e, system ambayo kwamba wanayo ahlu ahlusunna waljamaa, wanaoendelea nayo mpaka sasa, raka raka raka 23, yani raka 20 tarawih na raka 3 al-witr. Hivyo ndivyo alivyopokea al-Imam Malik

na Saidna Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu na yeye alilifanya kama alivyofanya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Lakini hapa itakuja swali kwamba kwa nini e, hii tarawih iliyoanzishwa na Saidna Umar bin Khattab yaendelea mpaka leo, ambapo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alifanya siku mbili kisha akaiacha. Sasa mpakaleo, kwa nini nyinyi muendelea nao mpaka leo? Twasema kwamba katika usulul fiqh tuambiwa kwamba hukmu yazunguka pamoja na illa wakati wote, illa ya ile hukmu ikiondoka na hukmu yenyewe yaondoka. Bi maana bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alitoka siku ya kwanza akaona masahaba wamemfuata, akatoka siku ya pili akaona wamezidi, siku ya tatu kabla ya kufika msikitini akaona wamekuja wengi masahaba, bwana mtume alayhi salatu wasalam akaacha kwenda kuwaswalisha.

ni kwamba kwa kuondoka bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hakuna tena kufaradhiwa kwa sababu wahyu umefanya nini umekatika lakini ile uzuri na ile asli ya lile jambo bado iko pale pale kuonesha kwamba bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuwakusanya maswahaba ama yeye kuswali na maswahaba siku mbili kwa jamaa ni kuonesha kwamba hili ni jambo la kisawasawa na ni jambo zuri kwa hiyo maadamu ni jambo zuri kuendelea nalo sisi waislamu mpaka akhiru zaman ni kwamba ni jambo zuri kwa nini tuendelee nalo na bwana Mtume Alayhi Salatu Wassalam hakuendelea nalo? Kwa sababu sisi lile ambalo kwamba lilimfanya bwana Mtume Muhammad Alayhi Salatu Wassalam aliache kwa ajili yake, sisi hatuliogopei tena kwa sababu hakuna wahi wala hakuna tena kufaradhiwa. Kwa maana hiyo sisi twafuata sunna ya bwana Mtume Muhammad Alayhi Salatu Wassalam kwamba kuswaliwa swala za sunna usiku wa Ramadhani kwa jamaa ni sunna. Ndio hii ambayo kwamba iendelea mpaka leo, hiyo ambayo kwamba aliyosema Saidina Imam Malik katika kitabu chake Al-Muwatta.

kuwakusanya masohaba eh, kwa e, eh, kari mmoja na kuendeleza jambo kama hili baada ya kuondoka bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kama tulivyotaja kwamba hii ni ijtihad ambayo kwamba ni mashruu limadha, kwa sababu hii ya Saidina Umar ni ijtihad ambao kwamba ina nas ambao kwamba inairegesha ijtihad kama hii katika e, eh, asli ya sheria. Asli yake ni gani? Ni ile kwamba bwana mtume alayhi salatu wasalam aliwakusanya maswahaba kwamba yeye aliswali kwanza na kisha maswahaba wakaswali naye na hakupinga na hakukataa. Kwa hiyo ndio Saidina Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu akakusanya maswahaba, na hii swala ikawa inaendelea mpaka leo, kwa sababu ina asili ambayo kwamba inatokamana nayo, na hiyo ni katika bid'a ambayo kwamba ni bid'a nzuri, hasa kwa wale ndugu zetu ambao kwamba wanasema kwamba bid'a ni bid'a. Hii ni dalili kubwa ya kwamba bid'a ziko kwa aksam kama namna walivyofafanua wanazuoni.

kujali kwa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad alayhi wa salatu wassalam, maslahi ya Waislamu, kama ambavyo ni amana na jukumu waliloachiwa na Bwana Mtume wa, Muhammad. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa, wa sahbihi wa sallama, na kuonesha manake husnun nadhar eh e, min sahaba, uzuri wa uangalifu yani e, kwamba maangalizi yao yalikuwa ni maangalizi ya uzuri na kwamba kuona kwao ilikuwa ni kuona kuzuri wanachokiona kinakuwa ni cha sawa. Ndio bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akatwambia alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin al almahdiyina min ba'di e, na wasieni e, mshikamane na sunna zangu na sunna za masahaba ambao kwamba ni waongofu watakao kuja baada yangu mimi, ashahid na khulasa, mtazamaji wetu, ni kwamba tuko katika kuelezea milango ya kheri iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. miongoni mwa milango hiyo